Tayari zipo zingine <coughs> inaotorea, mfano ubunifu wa gari la Masoud Kipanya ulipotoka, kabla yake miaka miwili nyuma tulikuwa tumeshapata ubunifu toka NIT, chuo cha usafishaji taifa. Na yule mbunifu amekuja mpaka makisatu. Baada ya makisatu tukampa usaidizi kidogo tulipoweza. Baada ya pale akwli akaendelea maisha yake. Kwa hiyo wakati mwingine serikali kama inasema inaweka mazingira wezeshi lakini serikali haifanyi biashara. Serikali inawezesha. Wafanyabiashara wanawekeza. Kwa hiyo si serikali tunawezesha kusudi huyo mbunifu bunifu wake uweze kufika sehemu ukaonekana kwa wawekezaji. Ndio maana tunatoa mfano sasa hivi tunafanya kazi na taasisi za biashara, taasisi za fedha kusudi kutoa hiyo mikopo nafuu kuwekeza kwa hawa vijana. Sisi tumewezesha sasa. Nimetoa mfano wa ile gari, kwa maana ya kwamba hao wabunifu wengine walikuwa wanabuni ile ku kufanyaje kuprove kwamba mimi naweza mm -hmm. nimesoma nimefundishwa, nimeelewa, nimetengeneza gari, lakini hana ule mpango wa kwamba sasa hii gari ni lipita hatua zipi liende sokoni. Masoud Kipanya alipokuja alikuwa na wazo tofauti. Yeye nia yake ilikuwa ni ni kwenda sokoni, na mpaka tunavyoongea sasa hivi yuko pale Chirdo anatamiwa pale, kwa sababu nia yake ilikuwa toka mwanzo alikuwa na nia kubwa ile kwamba lazima nifike sokoni. Sasa tukisema kwamba tumebuni ubunifu serikali iuchukue, sasa hivi nimesema tuna ubunifu zaidi ya 300 ambao tumeshafikia mpaka sasa hivi. Sasa kila ubunifu serikali kichukue, kichukua hayawezeshaje, mazingira wezeshe hayo, kusudi sasa mbunifu na ubunifu wake aweze kupata mazingira hayo yaweze kumsaidia kwenda hatua inayofuata.